Rais William Ruto amemtema Justin eh, Muturi eh, kutoka baraza la mawaziri kufuatia kipindi cha miezi ya jazba baina ya wawili hao. Na kupigwa kalamu kwa Muturi kunajiri saa chache baada ya Rais Ruto kumsuta kutokana na kudhihiri kwa mapungufu ya kikazi wakati wa kipindi chake akiwa katika afisi ya mwanasheria mkuu. Mtazamaji, katika mabadiliko yaliyotangazwa na Rais siku ya Jumatano ni kwamba mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku amechukua nafasi ya Muturi katika utumishi wa umma na masuala ya wafanyakazi. Kauli hii ya Rais Ruto mnamo Jumanne usiku ilikuwa sawa na msumari wa mwisho kugongelewa kwenye jeneza la mustakabali wa Muturi. Mnamo Jumatano, Rais Ruto alimtimua Muturi kutoka katika baraza la mawaziri na kutokomeza miezi kadhaa ya uhusiano baridi wa kisiasa. Nafasi ya Muturi itachukuliwa na mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku. Mabadiliko yaliyotangazwa mnamo Jumatano pia yamejumuisha waziri wa mazingira na misitu Aden Duale akipata uhamisho kwa mara ya tatu katika kipindi cha chini ya miaka miwili. Duale anachukua wadhifa wa waziri katika wizara ya afya, huku Dr Debra Barasa akiwa waziri wa mazingira na misitu. Wizara ya jinsia, utamaduni, sanaa na turathi ambayo imekuwa bila kigogo tangu jina la Stella Soi Langat kukataliwa na bunge baada ya tathmini, itapata waziri ambaye ni mjane wa marehemu aliyekuwa seneta wa Baringo, William Cheptumo. Kamati ya uteuzi ikiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula inatarajiwa kuanza shughuli ya kumtathmini Ruku pamoja na Hana Wendot Cheptumo pindi majina hayo yatakapowasilishwa rasmi bungeni. John Jacob Kuria, Darubi.